Kushikamana katika ufahamu na ndio, ndio de, la kwanza kabisa hili, ndio la kwanza atamassuku at fil fahm, kushikamana katika ufahamu. Sasa kushikamana na Qur'ani na Sunna katika ufahamu njia yake ni ipi? Ni ipi njia ya kushikamana na Qur'ani na Sunna katika ufahamu? Njia yake ni moja, hakuna ya pili njia yake ni kuangalia ya vipi alivyofahamu mtume mwenyewe na akafahamisha masahaba zake, na walifahamu masahaba full stop. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo, njia ya, ya kushikamana na ufahamu wa hiyo Qurani na Sunna, ambayo ndio hablullah. Njia ni moja tu, ni kujua jinsi gani, ni kuangalia vipi mtume alivyofahamu Ke, na akawafahamisha masahaba wake na jinsi masahaba walivyofahamu, wa hivyo walivyofahamu wao, tufahamu na hivyo na sisi tufahamu hivyo hivyo. Hiyo ndio atamasuku at fi lfahm wa atasimu bi hablillahi jamia. I'tisam bi hablillahi hapo ni Qurani na Sunna, namba moja fil fahm. Kwa fi sababu gani atamasuku fil fahm? Kwa sababu ukikosea katika ufahamu

na kutiatiki na kupitisha ufahamu wa masahaba kwamba ni ufahamu sahihi, abuakti ufahamu wa masahaba. Sasa ili wewe sasa uende sawa, ushikamane na kitabu na sunna, lazima ushikamane na ufahamu wa masahaba, jinsi walivyofahamu kitabu na sunna, la shaka fi dhalik, wa illa kinyume chake utafahamu ufahamu wa falsafa na wote wote walioenda kinyume wote, waliozusha bidhaa leo hii na makundi ya bidhaa yaliozuka, kuanzia Makhawariji, Mashia, Masufia, sijui Qadiania, sui jahmiya, mu'tazila, ashaira, maturidiya na makundi yote ya bid'a na jamaatu minharifa, makundi waliopinda, Qaida, Daish, Boko Haram na wengineo katika makundi waliopinda. Sababu kubwa ya kupita kwao ni kuacha ufahamu, kushikamana na kitabu na Sunna katika ufahamu. Hapa ndipo alipokosea hapa walipoacha hapa, wakawa sasa wanataka kuifahamu Qur'ani na Sunna kupitia imma falsafa za watu wa falsafa za kina majahmia na wengineo. Jahmia imezuka kwa sababu ya falsafa, ashaira na mutasila imezuka kwa sababu ya falsafa, au wanataka kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa muyulu zao kwa matamanio ya nafsi zao wakawa wanataka kufuata kila wanachosema wakubwa zao, viongozi wa makundi yao, bila kunakish, bila kujua dalili inasemaje, aya inasemaje, vipi alifahamu Abubakar, Umar, Uthman, ibn abbas na wengine katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib, na hakadha. Wakawa wanazitafsiri aya kwa uoni wao, kwa utashi wao na ndio maana leo hii ukifika katika makundi ya kihawari, makundi ya mahawari, kwa sababu katika watu ambao maal asaf shadid, kwa masikitiko makubwa, ni wajinga katika dini hii ni mahawari. Ukifika huko utakuta wana wana tarjama zao za Kiswahili, Sheikh Abdallah Saleh Faris ah bali wanaweza kusoma haya. Alafu wakakaa huo nasema ndio wanafanya hivyo Hizbu Tahrir wao nasemaje, hebu toa rai yako, itakuwa maana maanake nini? Na wewe hebu, toa rai yako, kwa ile ambayo wataona ee wakubaliana yote. Ndio maana haya wanachukua hiyo. Oh, hiyo ndivyo wanavyofanya tena kwa muda mrefu. Matokeo yake ndio tunayaona sasa hivi, yani hiyo hali ilichukua muda mrefu, athari yake ndio sasa hivi tunaona Baadhi ya watu wameingia katika hizi afkar, wameingia katika hizi afkar adama, fikra potofu na chafu ambazo zimeturudisha nyuma sisi Waislamu kwa kiasi kikubwa sana. Idhan, alfaham ni jambo kubwa sana, watu wanapokosea katika fahamu. Ndio sababu msingi mkubwa, narudia tena, msingi mkubwa wa kusimama sawa sawa katika dini yako kushikamana sawasawa na kitabu na sunna ni ufahamu. Ufahamu huo utautoa wapi? Ufahamu huo utautoa kwa masahaba. Kwanza Mtume alivyofahamu akawafundisha masahaba wake, na wao walivyofahamu wakawafundisha matabiini. Hapo tu siku ingine, yani, usihangaike kusoma fikra za mtu kuchukua chukua kuokota okota katika mitandao. Na ndio maana sasa, kwa msingi huu tunaharamisha na tunapiga vita sio, si tunaharamisha, bali ni dini, ni sheria. Tunapiga vita na tunasisitiza kwa kiasi kikubwa, yani, kwa kwa nguvu zetu zote, mtu kuokota-okota, yani kwenda kuchukua kwenye mitandao, mawaidha au maneno yameandikwa, wewe ukayaitakidi au ukayasoma au ukayafanyia kazi, hujui mwandishi ni nani. Maanake kuna baadhi ya watu wana matatizo, nakwambia, "Mimi naelewa, naweza kupambanua kati soa, yawu, ya jema na baya, mi sio mtoto mdogo bwana, mimi acha nisome, nitajua huko huko." Sasa wewe utajuaje kama wewe unakupoteza kati ya hujui taalam awala? Naam, una uwezo kufanya hivyo, lakini baada ya kusoma baada ya kuwa na kiwango cha ilmu, unaweza ukafafanua ukajua hapa kakosea, hapa hajakosea. Utajuaje kwamba hapa kakosea? Kwa sababu unajua vitabu sahihi vya vi ahlu sunna, vya maulamausunna vinasema nini, ahadithi zinasema nini, aya zinasema nini, huyu hapa kapindisha. Lakini kama hujasoma jahili, maalasa fi shadidi yaani hujui kitu. Sasa utajuaje kwamba hapa umepotezwa au hujapotezwa? kwa hiyo

kuna watu wamepotea kwa sababu mtandao, kwa sababu wamesoma kitu kikamtia kikaingia shubha katika katika katika moyo wake. idhan yajibu an natasima bilfahm na ifaham. Tutajua kwa masahaba masahaba, tutajuaje fahamu yao? Kwa kukaa chini na kusoma. Awala thania, njia ya pili tisa. Tumesema ya kwanza ni faham. Njia ya pili, baada ya fahamu, kinachofuatia nini?

Maanake utahitakidi itiqada fasida, utahitakidi itiqadi bofu. Kama utachukua tu jambo umelibeba katika mtandao huku ndani yake lina tani na kuwatusi masahaba, mfano au lina kufanyia ghuluu mashekhe na maaulia, ikawa ika, ika, lina tasawufu ndani yake, la shaka kwamba utaamini hivyo halafu utakuwa ma umeamini makosa kwa chapili hay itiqadi

na tunapozungumzia shirki ndugu zangu, ni ugonjwa mbaya sana leo tena kwa Waislamu. Sizungumzie labda makufar au la, Waislamu mihna bala matatizo makubwa. Sasa vipi tutafanyia kazi tuliyoyajua, huku hatuachani na shirki huku hatuachani na kurogani uchawi umeenea sana katika jamii. Uchawi umeenea katika makazi, katika maeneo ya biashara, kwa kina mama, kila mmoja na mambo yake, kwa wafanyabiashara, kwa wafanyakazi, kwa vijana, kila mmoja na eneo lake uchawi

pamoja na kwamba siir, yani uchawi, ni katika shirki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hatari na ubaya wa ushirikina, na kwa sababu ushirikina una nafasi kubwa katika shirki. Yani uchawi una nafasi kubwa na unatwendwa na watu wengi katika mambo ya ushirikina, uchawi na jamii ya Kiislamu. Bali ukisoma katika mitandao sasa hivi takuta kama mtu amefanikiwa kidogo, basi ukiona, kama unajua, hii mitandao na hii teknolojia imekuja hi kutudhihirisha sisi tabia zetu. Yani mitandao imetuumbua sisi tabia zetu tulivyo, tukoje, yani sisi jamii, sisi tukoje Mitandao imedhihirisha kwamba jamii ya watu wengi, asilimia kubwa ya watu ni wachawi. Na kuchawi si lazima uroge, yani wewe, yani kuwa mchawi si lazima wewe uroge ha, ha, hata kwenda kumroga mwenzako ni uchawi. Kule kwenda kwa mganga ili mwenzako warogwe ni uchawi. Kule kusherehekea na kushangilia uchawi nao ni uchawi, na wanaovibariki vitendo hivyo ni wachawi. Kwa hiyo utakuta ikionyeshwa mfano mafanikio ya mtu fulani akafanikiwa, labda imetolewa habari fulani, nenda kwenye komenti, angalia utaona maajabu. Asema wengine wasema e, natamani au naomba ndugu nimtafute bwana mganga wake niweze kumpata, maanake mganga wake ni mkali sana. No, tayari bali sasa za hivi biashara kubwa iliyojaa katika miji ni biashara ya waganga yani wanaoroga watu ima wanaroga watu wapate hela, au wanafuatwa na watu wawarogee. Yani, yani vurugu katika jamii. Ndio maana unakuta matangazo mengi, hata katika meseji. Angalia kwenye simu, natumia meseji. Eh, mimi babu fulani. Mimi ninazo meseji nyingi tu, babu fulani, sijui hata ni wajibu, babu fulani napatikana wapi hivi, tena bila woga kabisa. Hujui zinatoka wapi. Eh, natibu sijui sasa jamaa, kwani kutopata kazi ni mgonjwa? Na tibu katika magonjwa yanayotibu kutopata kazi, yani kuwa wewe huna kazi ni ugonjwa, kuwa na tibu. Sasa una tibu vipi, kama si uchawi nii? Na tibu kwa mwanamke ambaye hajaolewa, na tibu yani apate mume. Sasa kama si uchawi nii? Kwa hiyo mambo hayo yameenea katika Waislamu. Sizungumzii mimi labda sio kwa Waislamu, si makufara la Waislamu, naona ndio wanaoshabikia mambo haya. Sasa vipi tutakuwa tumeshikamana na Qurani na Sunna na tutaifanyia kazi ilmu huku watu wengi ni wachawi na washirikina, jambo Paulo haliwezekana.

Yule ambaye anamshirikisha Allah, Allah amemharamishia, angalia neno lililotumika, amemharamishia pepo. Haijaja hii kwenye dhambi ya kuua au dhambi ya uzinifu au dhambi, imekuja katika dhambi ya ushirikina, kuonesha kwamba mtu akifa katika shirki, mchawi anaroga watu au anaomba vinyamkera

kuna maana sifuatazo